Bila shaka msikilizaji, ukiwa ni kwenye awamu ya tatu, dakika zikiwa ni kumi na tatu baada ya saa mbili usiku. Kulikuwa nimekujuza hapo awali ya kwamba labda tutakuwa tunajiunga naye mtumishi wa Mungu, Pastor Johnson Opeyo, lakini maana yake sio Jumaine ya mwisho ya mwezi mm -mm, sio Jumaine ya mwisho ya mwezi. Basi msikilizaji, ah, hivi leo tutakuwa tunaingia kwenye eh, gumzo la ushirika mm, tunaingia msikilizaji, kwenye gumzo la ushirika na kuna jambo hapa, ambalo msikilizaji, ningependa ukaweze kunipa mchango wako, ukaweze kunipa maoni yako, maana wewe najua ni mtu yule ambaye huenda kanisani. Na msikilizaji, jambo ambalo mie nahitaji tukaweze kulijadili tukaweze kulizungumzia hivi leo kwenye gumzo la ushirika ni jambo ambalo linafungamana na miujiza. Najua mara mingi umepata E, kufungua na kusoma Biblia yako. Mara mingi umepata hadithi nyingi za watumishi wa Mungu ambao walikuwepo kwenye Biblia enzi zile na miujiza ambao walikuwa wanatenda. Kwa mfano, Yesu. Yesu ni mtu mmoja kati ya watumishi wa Mungu ambaye aliweza kutekeleza au kufanya miujiza nyingi wakati wa enzi zake za kuishi. Aliweza kumponya bintiye Jairo, akaweza kuwarejeshea macho wale ambao walikuwa vipofu, akiwemo Bartimayo na wengine wengi. Msikilizaji, huyu Yesu ndiye aliweza kuwalisha watu mikate michache na samaki, watu elfu tano hadi zikapata kubaki. Na ndiposa msikilizaji, hivi leo kwenye gumzo la, la ushirika ningependa tukaweze kuzungumzia hili swala la miujiza. Maana yake enzi hizi kuna wale watumishi wa Mungu ambao vile vile huweza kujitokeza na kusema ya kwamba basi pia nao wako na upako, wako na nguvu, wako na uwezo wa kuweza kutenda miujiza. Na ndipo nakuuliza swali ya kwamba je, miujiza inayofanywa na watu wa Mungu wa nyakati hizi ni miujiza ya kweli ama ni miujiza ya uongo. Maanake kuna wale ambao wamejibandika neno lake Mwenyezi Mungu ndani yao, kuna wale ambao wamejibandika kuwa ni watumishi wa Mungu, kuna wale ambao wanatumia vitu mbalimbali kuweza labda kuwapotosha watu wa Mungu kwa namna moja au nyingine. Unaamini ya kwamba nyakati hizi watumishi wa Mungu bado wako na upako waliokuwa nayo watumishi wa siku eh, wa enzi za kale wa kuweza kufanya miujiza. Maanake kuna stori mingi tu ambazo huibuka, kuna stori nyingi tu ambazo huibuka, msikilizaji, ya kwamba labda kuna watumishi wa Mungu ambao hutumia hila kuweza kujifanya ya kwamba wanaweza kutekeleza miujiza, labda kuweza kuwaponya viwete labda kuweza kuarejeshea watu macho na kadhalika na kadhalika, na kumekuwa tu na stori nyingi hadithi nyingi tu ambazo watu wamekuwa wakihuzisha na baadhi ya hulka za watumishi kama hao. Maanake mara mingi nimesikia ya kwamba kuna watumishi ambao huenda tu an extend ya kuweza kuwalipa watu wakaweza kujifanya kwamba ni viwete kuna watumishi ambao husafirisha watu na kuwapeleka maeneo ambayo hawajulikani, labda kwa muda fulani, wakaweza kuonekana pale labda ya kwamba huyu mtu ni kiwete, anatembea kwenye gari la gurudumu lakini amekuwa planted there kwa mnajili ya miujiza ya uongo ya mtumishi ambaye labda anapanga kuenda pale. Kwa mfano tu ya kwamba mtumishi fulani anapanga kuja labda, maybe e, hapo Husero ama hapo Luanda ama hapo Yala, labda next month, unapata ya kwamba ameweza kuwanunua watu ili waje kabla yeye aweze kufika siku yake ya kuweza labda kuwa na crusade pale, wakaanza kujifanya ya kwamba wao ni viwete wao hawawezi kutembea, wao wanaombaomba pale, lakini ndani yao kwenye akili yao wanatambua ya kwamba wao sio viwete, ili kwamba mtumishi anapokuja, tayari picha iwe ishachorwa kwenye macho ya wakazi wa eneo lile ya kwamba mtu huyu huwa ni kiwete, ya kwamba mtumishi anapokuja, ataanza kusema ya kwamba anahitaji kuponya viwete na watu wake watawapeleka wale watu kwenye labda crusade yake na kupitia kwa maombi ataanza kusema ya kwamba husi amekuwa ni kiwete, husi amekuwa akionekana hapa akiombaomba, maanake hakuwa anaweza kutembea, nimeweza kumponya huyu. Ndipo sasa, msikilizaji, kwenye gumzo la ushirika usiku wa leo, mimi nakuuliza ya kwamba je, miujiza inayofanywa na watu wa Mungu wa nyakati hizi ni miujiza ya kweli ama ni miujiza ya uongo? Unaamini kwamba nyakati hizi watumishi wa Mungu bado wako na upako, wako na uwezo, wako na nguvu ya, yeah, kuweza kutekeleza miujiza jinsi ambavyo ilikuwa inatekelezwa na watumishi wa Mungu wa enzi za kale. Ndilo swali tu, msikilizaji, ambalo ungependa tukaweze kujiuliza manake pia kuna wengi ambao wamekuwa akijiuliza ya kwamba kama huyu mutu kweli, kama huyu mtumishi kweli anasema ya kwamba anaweza kutenda miujiza, anaweza kuwaponya wagonjwa, anaweza kuwaponya vipofu, anaweza kuwaponya viwete, basi mbona siku moja asiamue ya kwamba akaweze kuingia pale hospitalini akaweze kuwaokoa watu ambao wanateseka kule? By the way, hata mimi huwa najiuliza ama hiyo miujiza lazima ikaweze kufanyika tu kwa crusade. Mbona huyu jamaa sichukue fursa asichukue nafasi yake kuanza kutembelea hospitali, kuanza kuombea wale ambao wanaumia pale hospitalini, kuanza kuwanyanyua kutoka kwenye kitanda cha magonjwa wale ambao wako hospitalini, kama ni uponyaji wa uhakika Sijui kauli yako msikilizaji ni gani. Utakuwa unasemezana nami, maana yake nambari iko wazi kabisa. Je, miujiza inayofanywa na watu wa Mungu wa nyakati hizi ni miujiza ya kweli ama ni miujiza ya uongo? Na kama ni miujiza ya kweli, maanake najua kuna wengi, mamia na mamia, ambao wa wako pale hospitalini wamekwama kwa sababu ya magonjwa, mbona mtumishi wa Mungu asiamue ya kwamba hivi leo mimi nitakuwa natembelea hospitali fulani, ama hawezi kuweka katika mpangilio yake ya kwamba labda kwa mwezi kila mwezi nitakuwa natembelea kaunti fulani kuweza tu kuwaponya wagonjwa ambao hawajiwezi, wale ambao wamekawia hospitalini miaka mingi. Maanake Yesu alitekeleza, aliweza kukausha hata akina mama ambao walikuwa wametokwa na damu miaka mingi kwa kuguza pindo la nguo lake pekee. Mbona hawa kina mama wazidi kuteseka hospitalini na watumishi wa Mungu ambao wanaweza kuwatendea miujiza wanazidi kupotelea kule kwenye crusade? Je, miujiza ambayo wanatenda hawa watumishi wa Mungu ni miujiza ya kweli ama ni miujiza ambayo imepangwa? Ni miujiza ambayo imelipiwa? Unazungumuza nami, nambari iko wazi kabisa 0768946825. Eh, tunajua umenipata. Je, miujiza inayofanywa na watu wa Mungu wa nyakati hizi ni miujiza ya kweli ama ni miujiza ya uongo? Unaamini ya kwamba nyakati hizi bado kunao watumishi wa Mungu ambao wanaweza wakatenda miujiza? Bado kunao watumishi wa Mungu ambao wako na upako, wako na nguvu, wako na uwezo wa kuweza kuwaponya viwete, wa kuweza kuwaponya vipofu wakuweza kuingia pale hospitalini wakaweze kuwaponya wale ambao ni wagonjwa. Unazungumza nami, unanipa mchango wako msikilizaji, nambari iko wazi kabisa 0768946252. Kumbuka ni gumzo la ushirika Samaritan Redio. Halo, karibu sana ndugu yangu. Huyu ni sanda andasema, e ewukowelo, umepata mada e, jimepata mada vizuri, niipe mchango wako mchango, yindatoa ni uhakika ya kwamba wao watu asema ni wanabii, ni wauongo, wengi ni wauongo okay. Niseme kitu, sema kitu hapo Junction bi yangu tulikuwa na Pasta Nyoka e. Pasta Nyoka alitenda miujiza ya ugomvi na amepromota maboma ya watu wengi. ah, sema huyu pasta mbona kwanza akaitwa Pasta Nyoka e? alikuwa anafanya miujiza ingine mpaka anatoa manyoka mpaka anafanya hawa watu ni wachawi, we ya watu alikuwa na wafuasi. Yes, na amepromota maboma ya watu akafanya maboma elelo ni wachawi. mm. mm. Are you, getting my, my, my, my right? I'm getting you right my brother <coughs> Aya kuna mapasta wengine wanafanya vitu yani wanatumia wa, wa, uh, uh, uh, waumini wao. Yes. Wanatuma mbele wanawaambia mwende muweke vipu hizi, halafu mimi nikikuja. Yes. Mtaenda mtoe mkifanye nini ndani mali mtaweka pale, mimi nitakuja tu ni lenge hapo. Okay um, are you getting my point? I'm getting you clearly my brother sasa basi, wengi wanatumia kuwalipa, waonekane wao ko na kipawa okay. Nimemalizia hapo. Asante, asante, asante. Anasema labda wengi wa manabii wa sasa ambao labda wanajifanya kwamba wanatekeleza miujiza, sio miujiza wanatekeleza kuliko kutekeleza miujiza, anasema wengi hata wanaharibu na wanabomoa maboma. By the way, there was a time kulikuwa na mtu hii area, kuna mtu, kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anadai ya kwamba labda anatoa nyoka mm, it happens. Nakumbuka enzi zingine kule kwetu, kuna jamaa ku, alikuwa jamaa youth tu kijana, jamaa barubaru, baru baru. Akawa anajiita nabii, akawa anajifanya ya kwamba anaweza kuponya watu, akawa anajifanya ya kwamba anaona madawa yale ambayo labda yamechimbiwa katika maboma ya watu, akajifanya ya kwamba anaokoa watu, anaponya watu lakini hatima yake msikilizaji, nikikuelezea hautaamini, maana maanake nilifuatilia stori zake nikasikia, alikufa akiwa ndani ya jumba la burudani na chupa ya pombe mkononi. Huyu ni nabii? Huyo ni nabii? Nabii msikilizaji, ambaye anazungumzia, by the way, alikuwa anaitwa Nabii Enzi Zine, najua wengi wanamfahamu huyu jamaa huyu jamaa mienendo yake haikuwa sambamba na mtumishi wa Mungu. Maana yake kuna wengi hata ambao aliacha kama amewapachika mimba, ni ukweli, by the way it's true. it's a true story. And they are grown ups. Watoto ambao walizaliwa ni wakubwa sasa hizi huyo ni mtumishi wa Mungu, alikuwa anajiita nabii, alikuwa anajiita mponyaji, alikuwa anajiita mtu ambaye alikuwa anatoa madawa katika maboma ya watu. Ndipo sasa, msikilizaji, nataka tukaweze kulizungumzia swala hili, unipe mchango wako. Najua labda umewasikia, najua labda umewaona, labda hata hapo kwako wamekuja, wanajiita manabii, wanajiita watumishi wa Mungu, wanajiita waliopakwa Je, ni waliopakwa bandia ama kweli? Bado kuna zile nguvu za enzi zile zile ambazo akina Yesu alikuwa nazo za kuweza kutekeleza miujiza? Unafikiria nyakati hizi bado miujiza kama hizo zinatendeka? Na kama zinatendeka, ni miujiza ya kweli ama ni porojo tu za kuweza kuwapoteza watu wake Mwenyezi Mungu? Unanipa mchango wako, msikilizaji 076894 6252. mose hawa watu ni waongo sana juu ukienda wakuponye wataitisha hela na mwenyezi mungu hakulipisha inafaa kama ameamua kukuponya akuponye so kama wako si wengi asema ni wachache sana asema wengi ni waongo huyo ni franga Asema kama kuna kweli wale ambao wanaweza tekeleza miujiza ya kuweza kuwaponya watu wa Mungu ambao labda ni wagonjwa ambao labda ni viwete ni wachache, lakini asilimia kubwa ni wakora. Okay. Samahani, ndio halo. Amen. Mimi naona ni mamdogo mzuri. Karibu sana mamdogo, muda mrefu, karibu karibu, umepotea As, asante, lakini unaona kuna mm. Muujiza yes lakini wengi wametumbukia katika kutafuta ama pesa. Okay. Na sisi sana sana naona wamama tumepotelea kwa hizo miujiza hata tumesahau neno. Kabisa, akina mama ndio wananaswa kwa wingi sana. Kabisa, wanafuata miujiza miujiza za kina Sindona. Mm. Mimi ningependa kuambia kwamba mtu tu afuate neno na Mungu mwenyewe atamhudumia. Okay. Hata kulikuwa na kisa mahali ambapo nilisikia pasta alitapika pombe kwa madhabahu. Pasta alitapika pombe kwa madhabahu. Huyu ni mtu ambaye tunatarajia akawezi kufanya miujiza <laughs> lakini anatapika pombe wapi? Kwa madhabahu. Tumepotea, Mungu atusamee. Asante sana, Selini ma mdogo, maeneo ya Matuli. Asema aa. Usikimbilie miujiza Kimbilia neno maanake neno ndilo litakuponya, maanake miujiza saa zingine ni miujiza tu ambayo haifanyi, ni miujiza ambayo labda imelazimishwa, ni miujiza ambayo labda imelipwa ili ikaweze kuonekana machoni pa wanadamu ya kwamba ni miujiza, bali siyo miujiza ya uhakika, siyo miujiza ya kweli. Msikilizaji we, sijui mchango wako ni upi Sijui hawa watu wamekufikia, sijui huu nabii wao umekufikia, sijui hii miujiza yao ushawaifanyiwa. Na je, kunao bado watumishi wa Mungu ambao wako na upako, ambao wako na nguvu, ambao wako na uwezo wa kutekeleza miujiza? unazungumuza nami msikilizaji, nambari iko wazi kabisa, 0768946252. Tukizidi kusonga, unanipa kauli yako, 0768946252. Unaniambia hii mambo unaiona namna gani? Samata Ndede, hello. Hello? Yes karibu sana. Karibu sana, mimi nilikuwa naonelea. Mm kuna wengine wako na ukweli, na una wakona na kuna wengine wako na shida mingi kabisa. Naam, asante asante, asante sana kwa mchango wako. Unanipa kauli yako msikilizaji, tukizidi kusonga. Kwenye Facebook Asha Apanja asema wachache wanao ila wengi ni waongo. Asema ni wachache tu ambao wako na huo upako, wako na huo uwezo, wako na nguvu wa kuweza kutenda miujiza, lakini asilimia kubwa asema ni watu ambao ni wajanja, hawana ukweli na miujiza ambayo wanadai wanatekeleza.